<laughs> ili <coughs> amna mnachoelewa hapa, wote mnaona giza, hii ngoma imeisha. Hiyo wewe wapata mkwaya ya kule <clears> huyu <throat> sio mchezaji nanye, Ludewa nzima watawajua tu kama huyu lazima akatrendi. Hii inaenda kingi, amna kitu huku, unaenda tu kingi hivi, unakula hapo, unamtupia jini nanilihili, anakaa huku <laughs> mtie ndani huku <laughs> Afu unatembea akiomba, unadaka unapita, unasafisha leli hapo, unamfanyia hivi, unamchangamsha kwanza, afuna ndani <laughs> <laughs> ufungu, yaani ufungu unakuwa unamaanisha nini? Ufungu na nani, weka vitakataka vizuri ufungu. Hili ni goli la tatu, mchezo wa tatu, namfunga goli la tatu. Huyu anakosakoswa kupigwa supa kingi, apati mizo zote ajalamba kingi, angalizo au tunasemaga afadhali huyu kidogo. Kuna muda nikua, fosia, kingi alikuwa anapigwa fosi anaingia kingi hujafungwa na mimi hujafungwa. Ah, vijana bwana, wanahisi wanatumia vidada, wana unajua kuna kitu wanaita kidada, ndio wanahisi huo do wana E, wanajilingia eti mimi nalingia kidada, ah, kidada. Kitakusaidia nini kidada wewe? E, vijana vipi hapa? Fundi, weka ndani, drafti limeisha bwana. Vijana e, na wenyewe wanahangaika katika harakati za kutafuta maisha, uh. <laughs> <laughs> mchezo wa tatu goli la tatu kaka yake pale michezo <laughs> michezo sita. Eh, Mungu kasaidia kuna muda kidogo walishirikiana vizuri na ukoo akapata. <laughs> <laughs> Goli moja kwenye michezo sita, Ato amekufa tano. <laughs> Ila huyu huyu mjomba wako sasa, ambao huku sisi kwetu tunasemaga sangasi huyu. <laughs> Maana ukisema mjomba, hiyo ni dasla huku kwetu, tunasemaga sangasi, sangasi huyu, sangasi huyu, sangasi bwana